Kweli leo tunafika kwenye kurasa za mwisho na unabii wa mwisho katika kitabu cha Ezekieli. Na hapa katika sura za 40 hadi 48 nabii Ezekieli atarejelea tena mustakabali wa Israeli. Ingawa taifa linateseka kutokana na matokeo ya ibada yao ya sanamu na uasi, ingawa ardhi yao imeachwa ukiwa, ingawa mji mkuu wa Yerusalemu hapa umeharibiwa na hekalu la dhahabu lenye utukufu limeharibiwa kabisa na ingawa watu sasa ni wakimbizi katika nchi ya kigeni, kitabu hiki cha unabii kinamalizika na maono ya utukufu ujao na ufalme wa Masihi. Sasa tumeona baadhi ya mwangaza wa ufalme huu tayari katika safari yetu ya hekima kupitia kitabu hiki, uh, lakini katika sura hizi za mwisho tunapewa maelezo ya kina zaidi, na lazima niseme maelezo ya kuvutia sana. uhusu uhusu mustakabali wako na wangu pamoja na ule wa taifa la Israeli. Sasa hebu tuweke ratiba hapa. Baada ya miaka saba ya dhiki, Yesu Kristo atarudi duniani, ataharibu maadui zake. Ataweka ufalme wake duniani. Ufalme huo utaendelea kwa miaka elfu moja. Ndiyo maana tunauita ufalme wa milenia. Waumini walioufufuliwa wa wali nyakati zote watakuwepo wakitawala pamoja na Kristo na watawatawala mamilioni ya watu duniani ambao wameingia katika ufalme wa milenia wakiwa hai. Hawa ni watu kutoka kila lugha, kabila na taifa ambao walimkubali Yesu Kristo kama mwokozi wao wakati wa dhiki. Naam, walinusurika na sasa wanashuhudia kurudi kwa Yesu Kristo, na na wanahamia, kwa kweli, wanahamia moja kwa moja katika utawala wa ufalme wa Kristo duniani. Sasa sitaki kupoteza mwelekeo hapa, kwa sababu lengo la Ezekieli ni taifa la Israeli, wale watu wa Kiyahudi kutoka kote duniani ambao katika siku hii ya baadaye wamekusanyika tena katika nchi ya Israeli. Walimkubali Kristo wakati wa dhiki na sasa wamemkaribisha Masihi wao ambaye amerudi kuanzisha ufalme wake. Basi katika maono Bwana anampeleka Ezekieli Yerusalemu, ambayo sasa imefufuliwa na kujengwa upya. Na hapo Ezekieli anaona mtu ambaye huenda ni malaika, na malaika huyo ana fimbo ya kupimia mkononi mwake, na anamwambia Ezekieli hapa katika sura ya 40 na aya ya 4, tangaza yote unayoona kwa nyumba ya Israeli. Basi anaona nini? Anaona hekalu la milenia hili ni hekalu la baadaye lililojengwa upya kwa utukufu kwa ajili ya ufalme wa milenia. Sasa tunajua kwamba wakati mateka waliokuwa Babeli hatimaye walirudi katika nchi yao, walijenga upya hekalu lao. Baadaye lingepanuliwa na Mfalme Herode kuwa hekalu lililokuwepo wakati wa siku za Yesu, lakini hekalu hilo liliharibiwa na Warumi mwaka wa sabini. Na sikiliza, hekalu halijawahi kujengwa upya hadi leo. Nimekuwa Israeli na nimeona mabaki ya hekalu la Herode. Una ukuta wa nje ambao umepewa jina la ukuta wa maombolezo. Hapo ndipo unapoenda kulia, unapoenda kuomba kwa sababu ya yote yaliyopotea. Watu wa Kiyahudi wanatamani hekalu hilo lijengwe upya. Basi ngoja ni kuambia, siku moja kilio kitakoma na hekalu la utukufu ambalo Ezekieli anaona hapa Litakuwepo wakati wa utawala wa utawala Kristo duniani. Kwa kweli sura ya 40 na 40 na moja zinaelezea hekalu hili kwa undani zaidi. Sasa hakuna sababu ya kuelewa unabii huu kama kitu kingine chochote isipokuwa maelezo ya hekalu halisi katika ufalme wa baadaye halisi. Kwa kweli tunapewa hapa katika sura ya 40 vipimo vya milango ya viwanja, hata hata ofisi Malaika anampa Ezekieli ziara wanapofanya safari yao kutoka uwanja wa nje hadi uwanja wa ndani wa hekalu, na hatimaye wanafika hapa katika sura ya arobaini na moja wenye patakatifu pa patakatifu, mahali patakatifu zaidi. Na ni jambo la kuvutia kwamba hakuna kutajwa kwa pazia linalotenganisha mahali patakatifu na patakatifu pa patakatifu, na kama mwandishi mmoja alivyo bainisha, hakuna kutajwa kwa sanduku la agano pia kiti cha rehema ambacho damu ilinyunyizwa juu yake katika siku ya upatanisho ya kila mwaka. Basi kwa nini siyo ni? Kweli, kwa sababu Bwana Yesu sura ya kimwili inayoonekana ya Mungu asiyeonekana, Wakolosai saa moja na madakika kumi na tano, na mwanakondo wa Mungu ambaye alitoa dhabihu moja kwa dhambi zote kwa wakati wote, Waibrania saa kumi na madakika kumi na mbili. Basi atakuwepo kimwili kwa uwazi. Unaona, Yesu ndiye kiti cha rehema. Yeye ndiye mahali ambapo ghadhabu ya Mungu ingeondolewa. Yeye ndiye uwepo wa Mungu mwenye nguvu zote. Basi mara tu kila kitu kimepimwa hapa mwishoni mwa sura ya 42 Ezekieli sasa anapelekwa kwenye lango linaloelekea mashariki uwe uh, uh, ukingo wa nje wa eneo lote la hekalu sasa unapimwa. Inatokea kuwa mraba kamili wa dhiraa mia tano kila upande. Mtoa maoni mmoja anaweka hili katika mtazamo wa kutaja kwamba eneo hili la hekalu ni kubwa vya kutosha kushikilia zaidi ya viwanja kumi na tatu vya mpira wa miguu. Hii ni kubwa sana. Sasa sehemu ya pili ya maono haya muhimu ni kile Ezekieli anaona baadaye katika sura ya 43, hapa ambapo anaona ibada ya milenia ikichukua nafasi kuu. Katika mstari wa pili anaandika, tazama utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa unakuja kutoka mashariki, na sauti ya kuja kwake ilikuwa kama sauti ya maji mengi, na dunia iling'aa kwa utukufu wake. Ninaweza kufikiria sauti ya Ikifuatana na mwanga huu mkali, ikielekea kwenye mji wa wa Yerusalemu, wakati utukufu wa Mungu unarudi. Tazama, watu wa Israeli wanaoishi katika milenia ni waumini, wana moyo mpya, roho mpya, kama Bwana alivyotabiri. Kwa hiyo sasa uwepo wa Bwana utarudi kwa kweli. Mungu anasema hapa katika mstari wa saba, nitakaa katikati ya watu wa Israeli milele, na nyumba ya Israeli haitanajisi tena jina langu takatifu. Sasa kipengele cha kuvutia cha ibada ya milenia kinatolewa kwetu hapa. Wazao wa Sadoki watatumika kama makuhani. Hawa ni Walawi, lakini hawatoki katika ukoo wa Haruni. Wana wa Sadoki walibaki waaminifu kwa Bwana, na katika Ezekieli 44 mstari wa 15 Bwana anasema wana wa Sadoki ambao Walishika amri ya patakatifu pangu wakati watu wa Israeli walipotoka kwangu, basi watakuja karibu nami uhudumu. Mungu anawazawadia kwa uaminifu wao wakati ule Israeli ilipotoka. Sasa sura ya 45 inatuambia kwamba sehemu ya ardhi itatengwa kama eneo takatifu. E, kutakuwa na sehemu kwa ajili ya hekalu, kwa makuhani kutakuwa na sehemu kwa Walawi, na zaidi ya hayo yote, kwa kweli, mstari wa saba unatueleza hapa, kwa mkuu itakuwa ardhi pande zote mbili za eneo takatifu, ikianzia mpaka wa magharibi hadi mpaka wa mashariki. Basi mkuu huyu inaonekana ni mtawala wa kiraia anayehudumu chini ya Masiha Yesu. Wengine wanaamini kwamba mkuu wa Yerusalemu atakuwa Daudi mwenyewe. Hatuwezi kuwa na uhakika. Tutalazimika kusubiri ili kujua. Sasa unaweza kujiuliza, kwa nini makuhani wanahitajika wakati wa utawala wa milenia wa Kristo? Baada ya yote, Yesu anatimiza kila kitu katika mfumo wa dhabihu wa Agano la Kale, anawakilishwa katika kila kipengele, na sasa Yesu yupo waziwazi duniani. Basi sura ya 46 inaweka wazi kwamba makuhani watafanya dhabihu katika hekalu jipya, lakini dhabihu hizi katika ufalme wa milenia zitakuwa na kusudi tofauti na zile za enzi ya agano la kale. Unaona, dhabihu hizi zitakuwa kama kumbukumbu kumbu ya kifo cha dhabihu cha mfalme wetu, mfalme Yesu. Zitakuwa zitakuwa zana za kufundishia zitakazotumika kwa miaka elfu moja kusimulia tena hadithi ya ukombozi wa Israeli na kwa mataifa pote duniani. Sasa sura mbili za mwisho za Ezekieli zinazingatia ardhi ya milenia. Kuna vipengele vipya katika ardhi ya Israeli. Una maji haya mapya yanayotoa uhai yanayotiririka kutoka hekaluni kuelekea mashariki hadi Bahari ya Chumvi. Na kwa njia, Bahari ya Chumvi inaitwa Bahari ya Chumvi kwa sababu samaki na mimea hawawezi kuishi humo kwa sababu ya kiwango cha juu sana cha chumvi. Lakini sikiliza kile ambacho Ezekieli anaambiwa hapa katika mstari wa nane wa sura ya arobaini na saba, maji yanapomiminika baharini, maji yatakuwa safi. Uwe. Mstari wa kumi, wavuvi watasimama kando ya bahari, itakuwa mahali pa kutandaza nyavu. Kwa kweli hatuwezi kufikiria vipengele vyote vipya vya kustawi vya kupendeza vya utukufu wa ufalme ujao wa Kristo duniani. Itakuwa ya ajabu, na jinsi itakavyokuwa ya kusisimua kwamba wewe na mimi tunaomwamini Kristo tutapata kuipitia moja kwa moja. Sawa, kwa hayo tunafikia mwisho wa unabii wa Ezekieli. Ndiyo, kumekuwa na unabii wa hukumu, lakini pia tumepokea ahadi nzuri za furaha kwa kila mtu anayejuta na kuweka imani yao kwa Yesu Kristo, Masihi, mfalme ajaye. Sawa, hadi safari yetu ya hekima inayofuata wapendwa, tunapoanza kitabu cha Danieli. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.